wakati tumepata nafasi ya kuja hapa tuna matumaini mengi wananchi wana imani na sisi chama chetu kina imani na sisi ndio maana tuko hapa lakini halmashauri inaundwa na pande mbili watumishi ambao mnatusaidia kutokana na utaalamu wenu mbalimbali na sisi wawakilishi wananchi naomba niwaombe na nitoe rai kwenu sisi wawakilishi wananchi tuko tayari kuwapa ushirikiano tunaomba na nyie mtupe ushirikiano. Baraza hili leo mnaloliona ni jipya. Aida aliyesimama hapa sio Aida yule wa baraza iliyopita, ni Aida mpya. Kwa hiyo hapa tufahamiani, tumekuja kutekeleza Ilani ya Chama Cha Mapinduzi. Tunawaomba ushirikiano wenu, na mimi kama mwakilishi wa wenzangu, mwenyekiti wa halmashauri hii, nitawapa ushirikiano. Tunatarajia matokeo chanya, tunatarajia halmashauri yetu inayotembea itakayoonekana kwa wananchi wetu waliotuwazima imani. Tunawasihi na tunawaomba sana mtupe ushirikiano. Sisi tunatamani tuongee lugha moja, ni wasihi wakuu wa idara na vitengo. Naomba halmashauri yetu tuongee lugha moja, kama tuna changamoto tusemezane, kama kuna lolote tushirikishane, lakini ukimuuliza mkuu wa idara aseme kile kile anachokijua diwani Ukimuuliza diwani wa Iwiji asema anachokijua, diwani wa Ilembo, tusiwagawanye. Wataalamu wanasema, ili uweze kumtawala mwana, binadamu divide and rule. Sisi waheshimiwa madiwani wa baraza hili hatuko tayari kwa hiyo ideology, naomba niwatake watake watumishi wetu, tuna imani na nyinyi kubwa, na naamini tukitoka hapa leo tunaenda kufanya halmashauri yetu iwe ya kitofauti. Tuliosimama mbeleni tumepewa lidhaa, ni vijana na tuna kesho yetu nyingi, tunaomba mtusaidie, ili tuweze kuwatendea haki wananchi wa Halmashauri ya Wilaya ya Mbeya, ili muweze kuendeleza pale wenzenu walipokuwa maishia, na mkazingatie viapo vyenu, ili muweze kuja kuwacha alama, ili kesho kutwa unavyosema niliwahi kuwa mjumbe wa baraza fulani halmashauri kukumbuke kwa jambo fulani, kwa sababu halmashauri ni mama yetu, itabaki kuwepo. Sasa sisi tukaungane tufanye kazi kwa pamoja, tusiwe na ugomvi wowote kwenye mambo mengi ambayo tutakuja baada ya mafunzo. Chama ina imani kubwa sana na nyinyi na kinaamini kwa baraza hili tunaenda kuleta maendeleo kwenye halmashauri yetu ya wilaya ya Mbeya na tunaamini ilani yetu ambayo tumeinadi ya ishirini na tano thelathini inaenda kutekelezwa kwa vitendo, na haya yote yataenda kutokea endapo sisi kama madiwani au nyinyi kama madiwani mtakuwa wamoja pamoja na mwenyekiti wenu mkurugenzi, pamoja na wataalamu kwao. Chama kinawasihi na kinawaasa mwendeleze umoja wataalamu na nyinyi wachaguliwa, ambao ni madiwani, mkiwa wamoja, tunaamini halmashauri itaenda mbele. Kwa chama kina imani hiyo kwenu, na tunaamini hamtatuangusha, tutaenda pamoja na tutaijenga halmashauri yetu ya wilaya Mbeya.